Hello, wapendo, nimekuja kwenu na na leo na mada nataka tuzungumze. Ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba kuna baraka katika kila kitu unachokivumilia. Yaweza ikawa kazi, yaweza ikawa ndoa, inaweza ikawa sehemu ya biashara, inaweza ikawa maisha hata ya kawaida, hata shuleni. Unapovumilia ya, ndugu yangu, baraka zako ni lazima zitaonekana. Kuna mtu anaweza kwa yuko kwenye ndoa anateswa kila siku, anavumilia, lakini nafikia hatua anataka kukata tamaa. Lakini anataka nikuambie kwamba baba wala mama, hayo yote unayapitia katika ndoa yako, vumilia, una baraka zako zinakuja hapo mbele, utaishi kwa amani. Ikiwa hata kwenye biashara, waweza kujaribu hiki na kile haviendi, usikate tamaa, vumilia, baraka zako zinakuja. Kuna baraka katika kila kitu unachokivumilia, ndugu yangu. Leo unaweza ukaona kwamba wenzako ndio wanaendelea na wewe unabaki nyuma na ukawa unaumia na ukawa unalia kila siku, ndiyo, lakini ujue kwamba kilio chako hicho, iko siku baraka yako itafika na utaacha kulia. Dunia iko hivyo ndugu yangu, ni lazima uwe mvumilivu, usiende haraka na maisha maisha yanakuja kwa hatua baada ya nyingine. Ni wengi tumewaona ambao wameenda haraka hawakufika, lakini wale waliovumilia waliweza kupiga hatua katika maisha yao. Na hata na wewe ndugu yangu, unapoamua kubaki hapo ulipo na uvumilivu wako huu, utaenda kuona matokeo yake kesho. Waweza anguka leo, na kesho utaenda kusimama. Leo waweza kupoteza kila kitu na ukakata tamaa lakini pale unapokuwa mvumilivu utapata vitu vingine. Kuna watu ambao walikuwa kabisa wamekata tamaa kuoa wala kuolewa, lakini pale walipovumilia waliweza kupata wake wala waume ambao waliwaweza kuwapa heshima na baraka iliingia katika ndoa zao, na hata maisha ya kawaida iko hivyo hivyo. Waweza kutafuta kazi leo, ukaandika barua nyingi sana ukakosa, lakini pale unapokuwa mvumilivu na kuwa na bidii ni lazima baraka zako zitaonekana kwayo. Nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, kuna baraka kwa kila kitu unachokivumilia. Usihende na maisha haraka pana, maisha ni safari na ni lazima ujiandae na uende tarat taratibu na uvumilivu. Na kama unaamini kwamba kuna baraka kwa kila kitu unachokifanya na, na unapokivumilia weka maoni yako hapo na tuweze kusikia. Asante sana.